Tangu tarehe 29 kumekuwa kuna majadiliano ya mambo mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na sera za, za intaneti um, mambo yanahusiana na uh, miundombinu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo yamekuwa ni majadiliano mazuri ambayo uh, watu wamebadilishana mawazo ya nini ambacho kinaendelea katika nchi nyingine za Afrika na kama mtakavyokumbuka tulikuwa tuna tarehe 29, tulikuwa tuna a, mkutano unaohusiana na mtandao wa wabunge wa Afrika uliofanyika hapa tarehe 29, na pia tulikuwa tuna jukwaa kwa ajili ya vijana a, wa Afrika, lilifanyika hapa hapa, na mwishoni, ndio tunamaliza hizi siku mbili na jukwaa ile ambalo ni kubwa la usimamizi wa mtandao kwa maana ya Afrika. Mimi kama mjumbe e, mwaka huu nilikuwa, nilichaguliwa kuwa a, a, mimi kama Dr. Nazar Kirama nilichaguliwa kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Afrika ya usimamizi wa hili jukwaa kwa upande wa Tanzania. A, kamati hii mara nyingi inakuwa na watu kumi a, au kumi na moja kwa hiyo kwa Afrika tunakuwa tuko kama kumi, na Tanzania imepewa heshima kubwa sana mwaka huu kwa kuwa na mjumbe kwenye hii kamati, na mimi nimesimama hapa ndio mjumbe wa hiyo kamati aa. Na tunamshukuru sana aa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aa, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kulipokea jukwaa hili kwa mara ya kwanza Tanzania na taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba eh, mpaka sasa hivi tumefanya vizuri sana, kwa maana ya uh, kuli, uh, kulipokea na kuwapokea washiriki amba ambao walikuwa uh, wanashiriki uh, hapa Tanzania na, na online walikuwa, wanafikiri, walikuwa wanafika, walikuwa na elfu moja na mia mbili basi kama nilivyosema majadiliano yalikuwa ni mazuri, na tunategemea tu kwamba mwaka huu kwa sababu ili jukwaa tangu lianzishwe 2005 linafikia miaka ishirini na lina, tunategemea kwamba utakapofanyika mkutano kule a, Oslo, a, Norway wa ule ambao tunaita ni Global IGF United Nations uh, backed, uh, uh, Internet Governance Forum tunategemea kwamba ile mandate yake itakuwa renewed ili iweze kuendelea. Pengine uh, wanachosema uh, ni vizuri kwa sababu mkutano um, huu unajumuisha wadau, uh, ni vizuri ukaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba uh, kwa maana ya internet inaendelea kuwa na usimamizi si wa mtu mmoja, wala uh, uh, institution moja, kwa maana ya taasisi moja, bali ni suala ambalo linahusiana na wadau zaidi, na tangu lilivyoanzishwa, lime, limekuwa na mafanikio mengi, ikiwa ni pamoja na kuwaleta uh, eh, maeneo yanayohusiana na asasi za kijamii wanakuja pamoja a, vyuo vikuu wanakuja pamoja a, sekta binafsi wanakuja pamoja a, pamoja na serikali. Kwa hiyo kuna wadau wakuu kama watano ambao wanashiriki na wanashirikiana katika majadiliano kuweza kuangalia kwamba sera za nchi moja moja, sera za kikanda, kwa mfano kwa maana ya East Africa, je, zina zinafanya uh, zina, zina, zina vizuri, kwa maana ya usimamizi wa intaneti yenyewe. Kwa hiyo tangu elfu mbili na tano wakati hili jukwaa limeanzishwa, ambalo uh, linatokana na mkutano maarufu sana unaoitwa World Summit of the Information Society ambao kila mwaka huwa unafanywa na shirika la mawasiliano duniani. e, je a, kama a, jinsi ambavyo huu mkutano umekuwa una, una, unafanya kazi zake umekuwa unafanya kazi a, kwa mafanikio sana. Kwa hiyo kilichozaa ili jukwaa ni huo mkutano wa kimataifa wa, kima wa mawasiliano ambao unaitwa the the World Summit of the Information Society, ndio ukawa umezaidi jukwaa kwa ajili ya usimamizi. Na sababu kubwa iliyofanya jukwaa uh, hili likazaliwa ni kwamba uh, walivyokutana uh, wakati fulani kule Geneva, kulikuwa kuna uh, majadiliano, nani ambaye asimamie intaneti? Wengine wakawa wanasema serikali, wengine wakasema oh ikae labda ni private sector, kama walivyokuwa wanafanya uh, Marekani wakati huo uh. Kwa hiyo hakulikuwa mna makubaliano, kwa hiyo kikaanzishwa kikundi kazi ambacho hicho kikundi kazi ndio kilichosema kwamba tuwe na wadau ndio wawe wanasimamia mtandao uh, wa internet kwa maana ya mtandao ule mkubwa. Sasa labda niweze kupokea maswali mawili matatu kama yapo, ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Uh, tulikuwa tuna mawaziri <coughs> samani, kulikuwa tuna wa, mawaziri ambao wanatoka nchi za Afrika walikuwa na majadiliano siku ya jana na mojawapo ya kitu ambacho uh, walizungumza walizungumza kwamba ni vizuri sasa uh, ili kuwezesha uchumi wa kidijiti kwa nchi za Afrika, ni vizuri sasa kuwe na mwingiliano mzuri. Kwa mfano ukitoka hapa ukaenda Benin, kwa nini usitumie sim kadi moja kwa ajili ya, ya simu zote? Kwa sababu ukiwa na sim kadi moja hata kama huko Benini ulikuwa unauza shughuli, unafanya shughuli zako kwenye mtandao za kiuchumi hauna haja tena ya kwanza kuangaika na kwanza kubadilisha hela e, ndio uweze kununua sim kadi ya kule ndio uweze kufanya kazi. Inatakiwa kwamba ukiingia Benini, ukiingia Kenya, ukiingia Uganda, Malawi, wewe unatumia simu kadi moja. Kinachotakiwa tu ukiwa na visa kadi yako au visa debit card, unaweza ukanunua mtandao uh, wakati huo huo ukaweka kwenye hiyo simkadi moja ikawa inafanya kazi kwa nchi zote. Kwa hiyo uh, vitu kama hivyo ndio vinavyoweza kupaisha uchumi binafsi wa, wa, wa watu wa, wa Afrika pamoja na ule uchumi mkubwa kwa maana ya GDP ya, ya Afrika uh, kama, uh, kama bara ndio, uh, kwamba kuna tija gani? Tija ambayo eh, inapatikana hapa. Unajua wanavyokuja eh, mkutano kama huu unavyofanyika Tanzania, cha kwanza uh, attention, kwa sababu huu ni mkutano wa kumi na nne sio mkutano wa kwanza. Kwa hiyo hii, hii mikutano ina wadau au wa watu mbalimbali huwu ambao wanaifuatilia duniani na mikutano kama hii ndio ambayo inahusiana sana na masuala ya, ya miundombinu Uh, ya ICT kwa maana ya vitu kama uwekezaji. Kwa hiyo uh, si ajabu kwa kupitia mkutano huu ukakuta kwamba kuna watu wanatengeneza interest ya kuja kuwekeza Tanzania kwa maana ya kwamba kutengeneza miundombinu zaidi. Uh, kwa mfano sasa hivi ili uweze kuunganisha internet ya bei nafuu, wanazungumzia masuala ya low low Earth orbit satellites ambazo hizi zinakuwa ni zinafika mpaka kijijini na inakuwa ni rahisi sana mwananchi wa kawaida kuweza kuunganisha uh, simu yake kuweza kupata mtandao wa bei nafuu, kwa sababu uh, hauna, hauna mambo mengi sana ambayo unahitaji kuweka uh, kuweka waya ziweze kwenda mpaka huko na kadhalika na kadhalika.